Habari mpendwa mtazamaji, upote pale ulipo katika ufuatiliaji wako wa channel hii Aisha's food. Leo nimeweza kuwaleteni jinsi ya kutengeneza chatni moja tamu sana, ni chatni ya mtindi pamoja na mnanaa. Mahitaji ni kama afuatavyo hapo. Nina tangawizi moja mbichi ambayo nimeimenya, halafu nimekatakata kama hivyo vipande vya wastani. Kitungu saumu nimetumia kimoja, vitunguu maji viwili ambavyo vimekatakata, pilipili nitatumia nne, lakini unaweza kuongezea vile ambavyo unataka. Ndimu moja, pilipili manga nimetumia kijiko kimoja kidogo cha chai, na chumvi nitatumia kijiko kimoja kidogo cha chai. Vile vile nina natural yogurt, maziwa ya mtindi kikombe kimoja, korianda bunch moja Dania tango moja ambalo nimelisafisha afu fumelikatakata kama hivyo ambavyo inaonekana, nimetumia tango moja kubwa. Na hapo nina mint leaves ama mnanaa bunch moja. Katika jagi nitaanza kwa kuweka maziwa mtindi, kwa sababu ni malaini sana, ndio maana nimeanza kwa kutanguliza hayo. Halafu nitaweka dania, nitaweka mnanaa na nitaweka pilipili za kuasha kama hivyo, na baada ya hapo nikafuatia kwa kuweka tangawizi, nimeweka vitunguu maji, vitunguu saumu, nitaweka tango halafu nitaweka chumvi pamoja na pilipili manga na mwisho kabisa nitamalizia kwa kuweka maji ya ndimu, si kuongeza maji alaidiki. Ni vitu vile vile ambavyo nimevihorodhesha mwanzo kabisa katika video, ndivyo ambavyo nimeanza navyo. Kwa hiyo hakikisha, pindi unapoweka mahitaji yako, chini kabisa unaanza kuweka kitu laini laini na hapo nitaanza kwa kusaga kama hivyo, unakuwa unasaga kidogo una, yani kama vile unashtusha mashine ianze kulainisha vitu kabla haujasaga moja kwa moja katika kulainisha vitu vyako vyote. Kama ni mara ya kwanza kuangalia chaneli hii, basi nakusihi ndugu yangu, usisahau kusubscribe, kulike, kucomment na kushare na marafiki vile vile, matangazo ya mdomo kwa ndugu jamaa na marafiki, na wakaribisheni sana. Nitaendelea kusaga kama hivyo ambavyo inaonekana hapo katika video, na baada ya muda basi, kila kitu tayari kimesagika vizuri, ina maana kwamba pilipili iko tayari kwa ajili ya matumizi, na unaweza ukahifadhi kwenye kontena, ikiwa iko tayari kabisa kuliwa na kitu chochote kile ambacho unataka kutolea nacho na mpaka kufikia hapo, na kuwa tayari nimemaliza kutengeneza chatni ya mtindi pamoja na mnanaa. I hope utajaribu hii resip na utaipenda. Nawatakieni Ramadhan Karim, bye bye.